Polisi azungumzia madai ya Lema kama takamata Chadema. Hiyo ni habari inapatikana kwenye ukurasa wa gazeti la Mwananchi, na sababu wa Tanzania kuchangamkia tiba asili. Hilo ni gazeti la Mwananchi, nasema sababu wa Tanzania kuchangamkia tiba asili. Lakini mshahara kima cha chini sekta binafsi waongezwa, waajiri watakao kaidi kukiona. E, mshahara kima cha chini sekta binafsi waongezwa, waajiri watakao kaidi kukiona lakini bado kuna habari inayosema mgombea urais wa DP kutoa matibabu chakula bure kwa wanawake na watoto. Mgombea urais wa DP kutoa matibabu bure e, chakula bure kwa wanawake na watoto lakini akamatwa Tabora kwa tuhuma za kuhamasisha e, uchochezi wa vurugu. Huyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini sau ya ilalamikia ineki mkanganyiko wa ratiba za kampeni wenyewe wajibu hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti la Mwananchi eh, tuangazie sasa kwenye gazeti lako gazeti la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo, lenyewe lenye habari lenye kubwa zipo kipaumbele eh, inaanza na habari eh, inayosema serikali yapandisha mishahara sekta binafsi eh, serikali yapandisha mishahara sekta binafsi. Hiyo ni habari ndo tunaanza nayo kwenye gazeti lako la Nipashe, lakini habari kubwa ni waangalizi waonywa kuingilia uchaguzi. Hilo e, ni gazeti ya Nipashe, inasema waangalizi waonywa kuingilia uchaguzi. Lakini Dkt Samia kuwasha moto Katavi Rukwa. E, Dkt Samia kuwasha moto Katavi na Rukwa. Lakini shahidi kesi ya Lisu adai video iliyopewa kuchunguza si sahihi. Shahidi kesi ya Lisu E, adai video aliyopewa kuchunguza si sahihi. Hilo ni gazeti lako la Nipashe a ukurasa wa mbele. Na tukiachana sasa na gazeti la Nipashe, tuangazie gazeti la Zanzibar Leo lenye natuhabarisha habari kubwa a ukurasa wa mbele ni Dr. Mwinyi kulinda amani wajibu wa wote, huyo ni Dr. Mwinyi asema kulinda amani ni wajibu wa wote. Lakini wema kuja na mageuzi ya system e, wema kuja na mageuzi ya stem na tehama. na daraja la soko ampongeza Dr. Mwinyi hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Lakini ACT kuimarisha kilimo, kuipa hadhi chumvi ya Zanzibar. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbili. Lakini gazeti lako la uhuru linaandika UMD tutasimamia rasilimali za nchi. Hicho ni chama cha UMD tunasema tutasimamia rasilimali za nchi. Hiyo ni habari ukurasa wa kumi. Lakini BOT ya watoa hofu watumiaji wa watumia huduma za kibenki nchini. Hiyo ni habari ukurasa wa nne huku Dr. Samia hapoi apiga hodi Katavi. Dr. Samia hapoi apiga hodi Katavi, e, Katavi. Lakini maendeleo yanaipaisha CCM na Balozi Nchimbi. Maendeleo yanaipaisha CCM na Balozi Nchimbi. Lakini Dr. Mpango amwalika Rais Samia, e, Samia mazishi ya Odinga. Huyo ni Dr. Mpango amwakilisha Rais Samia mazishi ya Odinga. Lakini Wasira CCM imebeba matumaini kibao huyo ni Steven Wasera asema sisi mmebeba matumaini kibao. Lakini katika habari zilizomo gazeti la Uhuru ni ni mhadhiri eh, ahamasisha amani kuelekea uchaguzi mkuu. Hilo ni gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini Taifa Tanzania anaandika Doyo, amani ni nguzo kuu ya maendeleo na mapinduzi ya uchumi wa Tanzania. Lakini BBT yageukia zao la kahawa. BBT yageukia eh, zao la kahawa. Vijana 300 wafunguliwa fursa mkoa wa ni Kagera lakini katika miaka minne serikali imegawa mashine e, miche zaidi ya elfu ishirini ya kahawa na wajiri. E, sekta binafsi watakao kaidi kulipa stahiki za wafanyakazi kuchukuliwa hatua. Huyo ni Kikwete asema kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania uzalendo kwanza. Lakini Habari Leo gazeti lako kurasa wa mbele linaandika wakimbizi wa Burundi kuondolewa DRC wa DRC kubaki. E, wakimbizi wa Burundi kuondolewa lakini wa DRC kubaki. Lakini TMA yataja mikoa itakayokuwa na upungufu wa mvua, hiyo ni ukurasa wa tatu wa gazeti lako la habari leo. Lakini habari kubwa ni mishahara juu sekta binafsi e, mishahara juu sekta binafsi, na adaiwa kumuua mumewe amzika chumbani, hiyo ni habari ukurasa wa saba, inasema adaiwa kumuua mumewe na kumzika chumbani lakini wananchi wa wakataa walimu saba serikali ya waondoa. E, wananchi wa wakataa walimu saba serikali ya waondoa. Lakini kwenye zanzibar e, ya badili namba za magari e, hiyo ni Zanzibar ya badili namba za magari. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini Samia aacha matumaini Kagera. Huyu ni Rais Samia Suluhu Hasani, mgombea wa urais chama cha mapinduzi, aacha e, matumaini kibao Kagera hiyo habari inapatikana kwenye gazeti la habari leo. Lakini kutokea huko nchini Kenya, maelfu wa mwaga Raila Odinga, Samia atuma salam za pole. Lakini kwenye gazeti lako la Wamachinga lenye asubuhi ya, ya leo linatuandikia habari inayosema eh, serikali yatangaza neema mshahara kima cha chini lakini doyo, amani ni nguzo kuu ya maendeleo na mapinduzi ya uchumi Tanzania. Samia, tukutane Katavi. Unia Rais Samia Suluhu Hassan asema tukutane Katavi. Lakini Odinga aagwa kishujaa, Dr Mpango ahudhuria. Odinga aagwa kishujaa na Dr Mpango ahudhuria. Hilo ni gazeti la kula wa machinga, huku gazeti la Uelekeo linaandika kicheko, ongezeko la kima cha chini sekta binafsi ya mshahara. E, kiongezeko kicheko, ongezeko kima cha chini e, sekta binafsi ya mshahara. Lakini kampeni za Dr Samia mwendo wa mkoa kwa mkoa peni za Dr Samia ni mwendo wa mkoa kwa mkoa, leo ni ndani ya Katavi, lakini uzoefu, mafanikio, kuiongoza karata inayompa Dr Samia mitano tena. Samia akiweka umeme, kujenga mabweni shuleni visiwani, visiwani e, ni neema. ilo ni gazeti lako la uelekeo ukurasa wa kumi e, lakini bado inaandika, bado siku kumi na moja kuelekea uchaguzi mkuu, tukapige kura e, ilo ni gazeti lako la uelekeo lakini tukiachana sasa na magazeti mbalimbali ukurasa wa mbele e, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Gazeti la kula wiki linaandika Diamond e, amlilia Odinga. Huo ni upande wa burudani, huo ni msanii e, mwanamuziki Diamond Platinum amlilia Odinga. Lakini Yanga kamili uwanjani leo Malawi e, Yanga kamili uwanjani leo Malawi. Lakini rage Simba itanguruma Eswatini, adai kama itatatua tatizo la ufungaji lakini KMKM yanyongea eh, ya ya eh, kwa Azam. Hiyo ni habari inapatikana kwa gazeti la Uelekeo. Lakini gazeti lako eh, la Nipashe lenye inaandika Yanga yahidi kushusha kipigo, inawakabili Silver Strikers nchini Malawi, huku kocha Mabedi akitoa ahadi hiyo Azam. Lakini Ahmedi am, eh, mtashuhudia ufundi wa Pantev. Huyo ni Ahmedi aliyesema mtashuhudia ufundi wa Pantev. Lakini kimataifa, Ronaldo kinara mabao wa mapato duniani. Hiyo ni habari ya kimataifa, ni mchezaji Cristiano Ronaldo ni kinara wa mapato eh, duniani. Lakini gazeti lako la habari leo linaandika Yanga Azam KMKM vitani kimataifa leo. Lakini fortedgeti yazinduka pamba ya ng'ara nyumbani, Simba mambo shwari Eswatini. Lakini burudani, Naimoni aja na sasampa hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo, lakini Taifa Tanzania gazeti lako kurasa wa mchezo wenyewe unatuandikia habari inayosema Ibenge mchezo wa kombe la shirikisho Afrika ni muhimu mno leo, lakini Forz ahidi kikosi chake kitahakikishe kinapata ushindi, na pamba ya onja utamu wa ligi kuu, yapiga mashujaa goli moja kwa sifuri, lakini kocha wa Ghana awachunia eh, Edi Nketia na Hudson Odoi yule. Gazeti la kura la taifa Tanzania, lakini gazeti la kura uhuru kwa michezo naandika Yanga ubabe ubabe Malawi, Yanga ubabe ubabe Malawi, e, Yanga ubabe, ubabe Malawi. Wema Sepetu njoni e, mumpe kura nyingi Dr Samia huyo, e, ni msanii mwigizaji Wema Sepetu ahimiza kumpigia kura nyingi Dr Samia. Lakini Yanga Princess Fiti, ligi kuu bara, nipo tayari kupiga kura. Huyo ni msanii Johari lakini Simba yaipania nsingizini Hot Spurs. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru, lakini Zanzibar leo linaandika KMKM Azam za tambiana kombe la shirikisho. Simba yaendelea kujifua kuwa kabili nsingizini Hot Spurs, lakini Yanga striker, Yanga na Silver Striker kuanza safari ya makundi leo. Gamondi ya jipa dakika 180 kufuzu shirikisho, hilo ni gazeti lako la Zanzibar leo, lakini tukiangazia sasa kwenye gazeti lako la Mwanasp jina andika GSM awajaza upepo masta Yanga lakini wananchi. Uh, Silver Striker VC Yanga ni bonge la show. Pakome Boyeli Clement Mzize waahidi kuimaliza mechi ugeneni, lakini Pakome ndiye balozi kombe la dunia Afrika Mashariki yule. Ni gazeti la Mwananchi nasema Pakome ndio balozi kombe la dunia barani Afrika na Afrika Mashariki yule. Ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi na tukichanza gazeti la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako la mwanaspoti lako la mwanaspoti lenyewe linatuandikia habari inayosema e, eh, kagoma kante wa mvuruga pantevu simba rushen kubeba jukumu e, eh, kagoma kante wa mvuruga pantevu simba rushen nao kubeba jukumu lakini yanga waishi kibosi malawi wafikia kwenye hoteli hii lakini chozi la diamond e, eh, kiba kwa raila odinga lakini vita ya silver striker yanga ipo hapa e, eh, vita ya silver striker yanga ipo hapa lakini Ibenge ampa mzuka fake toto, e, Ibenge ampa mzuka fake toto na goal machines kwa mastrika. Hawa soa wenzake kazi wanayo. Lakini warembo wa Cape Verde na Zali la Arsenal Wenger. Ndio na bali inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. E, warembo wa Cape Verde na Zali la Arsenal Wenger. Ndio, na bali, inapatikana kwenye gazeti lako, la Mwana Spoti, lakini makocha KMC na Azam watambiana hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwanaspoti ukurasa wa mbele, na gazeti lako la Mwanaspoti ukurasa wa mbele ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakali yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwa herini, asubuhi njema.